Hii ni MTV1 Online kutoka mashariki mwa Congo DRC, Afrika Mashariki. Leo ni Ijumaa tarehe 24, 2025. Jina langu naitwa Jean Paul Sensi Kiminywa, ninayekutangazia kutoka kusini mwa wilaya ya Lubero, Kivu Kaskazini, mashariki mwa taifa la DRC. Taarifa kuu siku ya leo: wakazi mashariki mwa Congo DRC waomba serikali ya Kinishasa na AFC M23 kutafuta suluhisho la haraka kuhusu vita mashariki mwa Congo DRC. Nufu.

Kama ni yeye mfanye consultation populaire population nord qui na nini pour prendre la communauté internationale en témoin. Kama tulivyoanza ni kwamba wakazi mashariki mwa Congo DRC waomba serikali ya Congo DRC na wana mapinduzi wa AFC M23 kumaliza tofauti zao kupitia mazungumzo ya Doha Qatar. Hii ni kufuatia mapigano mapya inayoripotiwa hapa na pale katika eneo zinazothibitiwa na AFC M23, kama vile mstari wa mbele wa mapigano mkazi aelezea. Bwana a bibu mimi ni mwanasheria ndiko mwanasheria, nalipenda ni pose question na population yote isikie, lakini kwa nyaba wakubwa wa chama sb, napenda naliwaomba wanifilme ili sequence ya video yangu ifike kwa kuakuwa. Kitu yenye nalifurahia ya kwanza, wakati mnafungula uh, mkutano

Goma ambako wana mapinduzi wa AFC M23 wahamasisha wakazi wa Katoi mjini Goma kujenga umoja na kuepuka ubaguzi wa kikabila pamoja na kushirikiana na vyombo vya usalama kwa ajili ya amani na maendeleo. Wakiendelea na hamasa zao katika eneo mbalimbali, wanamapinduzi wa AFC M23 wameomba wakazi kujenga umoja uliopotea kwa muda mrefu. Tulikuwa tumetembelea kata la Katoi na tumeenda Kuongea na population kuwafundisha kuachana na ubaguzi, kuwafundisha kuachana na kuweka maadui au wazalendo FDLR hata na hiyo RDC, na kuhimiza vijana wa kujiunga kwenye tesho ya koko. Najua sisi tunasema kwamba Kongo itajengwa na sisomoi, ni mwile mpango, ndio tumeambia jeunesse ya Katoi ijiunge sababu

akizungumza na MTV1 Online, Givenale mkuu wa mobilization kutoka ofisi ya gavana Erasto Musanga asema muda umefika kwa raia wa Kongo DRC kujenga umoja na kuweka kando ubaguzi wa kikabila. Givenale aelezea wale wa jimbo ambaye kwa sasa iko Kinshasa, jina yake ni Paluka Onja, alisema kwa ndugu, tuishi pamoja sababu hakuna komino tena nitafukuzaka ingine Bongo ile uko mushi unachukia muhavu, unachoka bure, hautamutoshaka uko muhutu unachukia munande, hautamutoshaka. Ni kongo yetu sisi wote, hakuna kabila initafukuzaka ingine. Na njo maana AFC M23 ilisimama, sababu wandu na poa ya mrefu

Wakati wa hamasa, wakaazi wamekuwa na maswali nyeti kuhusu hali ya kimaisha na wengi kuhusu hali ya kisiasa inayoendelea, hasa mchakato wa mazungumzo ya Doha Katare, mazungumzo ambayo yasubiriwa na wakaazi wa mashariki mwa Kongo DRC, ambao wamepitia hali ngumu ya kimaisha maswali ya wakaazi wa Turunga

hakuna makazi na yengine ne tunezijuuwake tunezikaa fana namna gani tuwe, kama tutapata ile uchafu, tuta siku ya kulipa ndio siku ya kuanga paleo. Kulikuwa mitingi ya population na gouvernement AFC M23, na kama imekuwa hapa leo, nilikuwa kusudi angalie amani jinsi inaendelea ndani ya population, na tumeshukuru sana kuona jinsi bakuwa wanaelekea populasyo na kuongea na kuzungumza mzuri kusudi amani ipatikane sekirite na populasyo imefurahia sekirite ya M23 kisi. Natumiki kwaleo, mesaje yenye nimepata guvernement M23 ni mesaje ya kusema tujilindie amani siye wenyewe, paske amani haitatoka kwa mwingine isipokuwa siye wenyewe tu. Hata hivyo, baadhi ya vijana kutoka kata mbalimbali mbali waendelea kujiunga katika jeshi la AFC yani M23, miongoni mwao wasichana kama vile wavulana. Baadhi ya wakaazi kwa sasa wakisema wanachokihitaji ni amani na usalama ili waendelee na shughuli zao.